Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa Mchungaji Hezron Mchenya, na mimi naitwa kwa jina Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye chaneli hii ya YouTube ya Siku ya Tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu. Tunatamani sana ujue umuhimu wa msisitizo huu wa siku ya tatu mm -hmm. kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia mm -hmm. Sasa mchungaji Hezron, mm -hmm. Tafadhali tueleze kwa ufupi mm -hmm. kwa nini msisitizo huu wa siku ya tatu ni wa muhimu sana? Amen. Msisitizo wa siku ya tatu kwenye maarifa ya nyakati na majira ya kibiblia ni wa muhimu sana kwa sababu watu wengi wanajua ya kwamba ulimwengu unaishi kwenye siku za mwisho mm. Hata hivyo, ni watu wachache wanaojua mambo haya muhimu mawili. Jambo la kwanza ni hili je, siku za mwisho zipo ngapi? mm-hmm. Si kila mtu anaweza kujibu swali hilo, na jambo la pili ni hili je, ulimwengu tunaoishi sasa upo kwenye siku ipi katika siku hizo za mwisho? Au tumefika wapi kwenye siku hizo za mwisho? Mafundisho haya yenye msisitizo wa siku ya tatu yatasaidia sana kujibu maswali haya mawili kwa ujumla. Msisitizo huu wa siku ya tatu iliyotajwa kwenye maandiko utatupa uelewa wa kibiblia na kihistoria kuhusu idadi ya siku za mwisho kuwa zipo ngapi na ni wapi hasa tulipo kwa sasa kwenye mtiririko mzima wa siku hizo za mwisho. Mm -hmm. Sawa, sasa, kwa wale wanatutazama leo kwa mara mm -hmm. ya kwanza mm -hmm. ni gambo gani jambo gani muhimu ambalo ungependa wajifunze kwenye somo hili la leo? Mm -hmm. Kwa yeyote anayetazama video hii, jambo la muhimu la kujifunza leo ni hili: kibiblia au kimaandiko, siku ya tatu ni siku ya tumaini kuu kuliko yote katika miaka yote ya historia ya wanadamu hapa duniani, na siku hiyo hatimaye sasa imefika. Naomba nihitimishe kwa kukuuliza maswali halisi ya kimaisha yafuatayo yatakayofafanua jambo hili muhimu tulilojifunza leo. Je, umekuwa ukishangazwa na matukio ya ajabu yanayotokea sehemu mbalimbali ulimwenguni leo? Au je, umekuwa ukishtushwa na mmomonyoko wa maadili, ukosefu wa amani na kuongezeka kwa mauaji ya kikatili na ya kinyama yanayowapata watu wasiokuwa na hatia, au matukio ya vita visivyokoma vinavyotokea kila mahali duniani? Na je, umekuwa ukijiuliza mitikisiko tunayoiona ya kisiasa, kiuchumi, kijamii kiroho na hata kimwili itaendelea mpaka lini? Yote haya ni maswali halisi ya kimaisha ya mambo tunayoyaona, na si wewe peke yako unayejiuliza maswali haya. Wapo watu wengi wengine ambao wanajiuliza maswali kama haya, lakini leo tunayo habari njema kwa ajili yako wewe unayemwamini Bwana Yesu na kwa yeyote yule ambaye anatamani aweze kumwamini Bwana Yesu na habari hiyo njema ni hii. Siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika. Siku ya tatu ipo hapa. Wow. Amen. Tunapenda sana kukushukuru, mm-hmm, kuungana na sisi katika siku hii ya leo. mm-hmm. Na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu mm. Tafadhali fuatisha sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe mm. Sema Bwana Yesu, mm. leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu mm. Ninaamini kwamba ulikuja duniani ukafa msalabani mm. na siku ya tatu ukafufuka mm. kuyaokoa maisha yangu mm. Nisamehe dhambi zangu zote, uandike mm. jina langu kwenye mm. kitabu cha uzima mm. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mm, mm. Ni tumaini letu kukuona ukikuwa kiimani mm. Hivyo basi popote pale ulipo tunakutia moyo uungane na waamini wengi walio karibu na wewe pale mm. unapoishi mm. ili upate kujifunza zaidi mm. Na hapa ndio mwisho mm. wa muda wetu wa leo mm. Hadi wakati mwingine tena mm. Kumbuka siku ya tumaini kuu kuliko yote. Imefika mm. Siku ya tatu iko hapa. Amen. Mm. Amen.